Ndugu zangu soko hili baraza letu la 2015 2020, tuliacha tumetenga budget ya milioni mia nne ili ili soko liweze kujengwa. Nashangaa mpaka leo hii soko halijaweza kujengwa. Naombeni mkanichague kwa sababu tuliacha michakato tumeifanya nawahakikisha haki ya Mungu nitakwenda kutetea haki zenu za msingi ndani ya manispaa yetu ya Bukoba na kata yetu ya Kashai. Niko tayari kwenda kuwatetea ili muweze kupata mikopo midogo midogo, na nawahakikishia mfuko wangu wa jimbo nitadiri na ninyi, kwa sababu ni maisha ambayo nimeyaishi mimi Almasoud Dauda Kalumuna, ili muweze kutokana na mikopo umiza asilimia nne ya vijana na asilimia nne ya kina mama na asilimia mbili ya walemavu. Naombeni ndugu zangu wananchi, tuweze kuhakikisha mnanichagua ili niweze kwenda kutetea asilimia hizo za mikopo. Lakini kuna swala zima la elimu, ndugu zangu. Ni masikitiko makubwa ndani ya kata hii ya Kashai, vijana wetu kata ya Mafumbo, shule ya Mafumbo pamoja na Kashai, vijana wetu bado wanakaa chini. Karne hii kweli, vijana wetu bado wanakaa chini. Wanaka chini. mimi nikiwa diwani kata ya Juga Nyundo nilihakikisha kila mwanafunzi anakaa katika dawati, na hiyo kazi niliifanya kwa vipindi vya miaka mitano. Naombeni mnichague, itakuwa ni historia vijana wetu kukaa chini lakini ndugu zangu wananchi, nitahakikisha wale walimu ambao wanatusomeshea watoto wetu kuwapa motisha ili vijana wetu waweze kufanya vizuri. Naombeni mnichague, ndugu zangu. Kuna rafiki zangu sana bodaboda, boda. Ninajua kabisa wanasumbua, kuna swala zima shilingi mia tatu mtu namlipisha mia tatu, lakini hajakuwekea hata kivuli cha kuweza kupaki pikipiki zenu. Naombeni mnichague nikaweze kwenda kuwatetea. Kuna wenzetu green belt, kata zetu zilizoko green belt, nitahakikisha nawapelekea mbegu za aina mbalimbali ili waweze kupata ili waweze kumudu maisha ya kawaida ya kila siku. Hilo jambo nitalifanya mimi kama mbunge wa jimbo na mfuko wa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini. Naombeni mniamini niweze kufanya hivi, ndugu zangu wananchi. Ndugu zangu, kuna swala zima la afya. Ni masikitiko makubwa leo hii, siwaombei mpate mgonjwa, nenda government pale kulipa shilingi laki sita ni jambo la kawaida, kulipa laki nne ni jambo la kawaida. Ni kwa sababu hatuna watetezi katika vikao vyetu vya manispaa ya Bukoba mjini, hatuna watetezi bungeni. Naombeni mnichague ili tuweze kuwatetea wananchi, ili swala la afya liweze kwenda vizuri. Maisha yetu sisi ni afya, barabara zitatengenezwa umeme utakuja, lakini bila afya hakuna maisha. Ndugu zangu wananchi, naombeni mniamini niende kuwatetea. Imekuwa ni, ni kero kubwa sana ndugu zangu wananchi. Kuna swala zima la michezo, mnajua kabisa kwamba niliweka Kamara Cup, ninajua kuna na danganya danganya wanaweka ligi hizi za mpira kwa kipindi kimoja, lakini nawahakikishia kabisa, mtakaponichagua nitaweza kuweka ligi ndani ya miaka mitano. Sio kuwadanganya danganya vijana wenzangu. Naomba mniamini, mnichague. Mnakumbuka Kamarakapu ilimzalisha Kim Dennis, mchezaji wa Simba, alitoka Kamarakapu. Yuko Eric Zenden Mwijage alitoka kamara kapu, yeah. Wako na wachezaji wengi ambao walitoka kamara kapu. Kwa hiyo swala zima la michezo ni tadiri naro naombeni, mnichague ndugu, yeah, zangu wananchi, ninajua ninajua kwamba mimi ni mwananchi wa kata hii ya Kashai, kwangu ni hapo mbele kidogo tu, kizindi hapo kwa mbele kidogo tu unaingia Kashenye. Mimi ni mwananchi wa hapa, ninawombeni. Mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, kama walivyosema wenzangu, akatoke Kashai, akatoke Kashai, ndugu zangu.